Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Meneja mhariri wa runinga ya Citizen Jamila Mohamed na mwanahabari wa RMS wa Kaunti ya Samburu Bonface Barasa wamezoa tuzo za wanahabari za IGAD kwa uandishi bora wa taarifa zinazohusu jamii. Sherehe ya kutoa tuzo hizo ilifanyika jijini Addis Ababa Ethiopia. Ilikuwa shangwe, vifijo na vigelegele katika hoteli moja jijini Addis Ababa, Ethiopia. And gentlemen, Jamila Mohamed Abdullahi from Kenya. Congratulations, Jamila Mohamed Abdullahi, Kenya. Pale meneja mhariri wa runinga ya Citizen Jamila Mohamed alipotangazwa kama mojawapo ya washindi wa tuzo za IGAD. Jamila alipokea tuzo kwa taarifa yake kuhusu kina mama Mandera wanaopanda miti kubadilisha taswira ya kaunti hiyo kame. Ladies and gentlemen, Bonface Barasa Wanyoni, Kenya. Kenya. Muda mfupi baadaye mwanahabari wa Citizen kutoka kaunti ya Samburu naye akatangazwa kama mwanahabari chipukizi anayeinua maeneo ya kaskazini mwa Kenya kwa taarifa zake. All the other winners. In all the categories assembled Wanahabari kutoka Kenya walinyakua tuzo saba kati ya 18 kwenye mashindano yaliyovutia taarifa 400 kutoka kwa mataifa wanachama wa IGAD. The media raises public awareness, holds leaders accountable, disseminates vital information and amplifies vulnerable voices ultimately enabling coordinated action. I extend my congratulations

Tuzo hizi zililenga taarifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na jinsi raia wanavyojizatiti kuhakikisha uthabiti wa mataifa manane wanachama wa IGAD barani Afrika. Now, this one is Mashirima Kapombe, runinga ya Citizen.